<laughs> <laughs> <laughs> Karibu, tulishaongea kwa hiyo okay, yeah. Tunashukuru sana kwa. Kama mnavyojua tuko kwenye kuunga mkono nanii mama alivyoenda kwenye lotua. Tuna tunahamasisha utalii wa ndani, kwa hiyo kwa mpango kwa wenu wa kuja huku baada ya kikao chenu ni unga utalii wa ndani. Hiyo tunaamini mmeonyesha mfano mzuri, mmeona na mtakuwa, kwa sababu nyie ni watu muhimu sana kwenye sekta ya utalii, kwa maana ya kwamba mlichokiona a kukitangaza kitatuongezea na hifadhi ya Udzungwa ni hifadhi ya kipekee, kama nilivyoambia, ni hifadhi mlima, lakini tunajitahidi kutangaza mazao ya nchi yetu, kwa maana ya kwamba hata tunataka vijana ambao wana nguvu badala ya kutumia energy kama mnavyoona <coughs> na hii asali yetu, no, tunapohifadhi mlima tunapata vitu vya asili, kuna maji ya kunywa asili, lakini na hii asali ya Udzungwa ni community tunaoishi nao ili waweze kuendelea kusaidia kuhifadhi mm. Wanakiwanda chao wanatengeneza asali. Okay. Kwa hiyo sisi tunawasaidia kutangaza yeah. Na hii asali kama mnavyojua ukisoma ina immunity na kila kitu mm. kwa wingi mm. Kwa hiyo ujio wenu, mmeona vitu vingi, mtasaidia hata kutangaza soko kwa wale community waweze kuendelea kupata manufaa mm. waache msitu kwa ajili ya hifadhi mm. na wao wapate kipato kutokana na shughuli mbalimbali, lakini pia tunawakaribisha kuwekeza. Sasa hivi kusema kweli, huko hatuna wawekezaji wengi. Mlima Udzungwa tumeutumia asilimia ishirini na tano tu upande huu, lakini tumeenda mpaka Kilolo nanii Iringa kule, unaweza ukawekeza na unaweza ukaona wanyama. Ndio maana mnaona kuna bango la tembo hapo, tembo wanapatikana kwa wingi, lakini tembo wetu wanakaa ndani kama kwenye habari kwa hiyo tuna maana kwamba wakisha nani wageni wakisha, wakishaanza kuja wengi, kuna pofu kuna nyati wako upande ule wananiwa Kilolo mtawaona. Lakini hata ukipita kwa Kilombero ukizunguka, kuna, kuna sehemu inaitwa Lumemo, tunatamani baadaye tutafanya sport fishing, lakini tunatamani pia tuwahamasishe wazawa. Wazawa, mkitumia fursa hizi ni muhimu sana. Huku tuna mazao mengi kama nilivyosema, mawese, nazi, mnaweza mkaja mkafanya hata utalii wa chakula kwa sababu sehemu nyingi tuna utalii wa aina moja, lakini tuna fursa mbalimbali ambazo tunaweza tukazitumia huku kutokana na hali ya hewa nzuri. Kama nilivyosema, kuna mpunga, niliwaambia mwanzoni, kuna miwa. Vijana, njoni kwenye mashamba. Kuna mazao ya mkakati, mheshimiwa atanisaidia ambayo, kuna mawese, kuna parachichi, kuna mengi. Lakini kuna wameanzisha sasa hivi wanalima viungo vingi sana upande huko nanii, inaitwa Kisegesa nafikiri. Kwa hiyo, kwa fursa hizo, kuna mashamba mengi na natamani mwenye wilaya atueleze kwa sababu anajua zaidi kwenye sekta ya uwekezaji. Karibu hiyo ni kuliko mkongo. Asante sana mheshimiwa DC, kwanza naomba ni declare interest mheshimiwa, hapa mimi ni mjumbe wangu wa bodi aliyepita, kwa hiyo nimefurahi kumuona <coughs> Si, akiwa kati wajumbe wa wa ya bodi ya kurugenzi, lakini nichukue nafasi mheshimiwa DC ku, ku, ku, kutambulisha ile timu ya maafisa mawasiliano wa serikali kutoka chama, kwenye chama, ch, chama cha <tukupu> uh, maafisa mawasiliano wa serikali Tanzania yani Tajiko. Tulikuwa na AGM, tulikuwa na mkutano wetu wa mwaka pale Morogoro mjini Uh, juma nne tarehe nane mpaka tarehe kumi na mbili leo kwa maana AGM tumemaliza jana kwa maana ya kukaa lakini tukasema basi yale tulio ambizana kule ndani basi angalau tutengeneze vichwa vi, a lakini pia uh, kama sehemu ya utalii kwa maana ya kuja kuona nchi yetu ni kubwa sana bahati nzuri mimi nimefanikiwa kidogo Morogoro ni kati ya lakini mkoa wa pili kwa ukubwa Tanzania Baada ya Tabora lakini pamoja kwamba ni mkubwa lakini pia wilaya zake ziko mbalimbali mbali mno. Yaani unaweza kwa unafika mahali unahisi kama umeingia kwenye bado kwenye umeingia kwenye wilaya nyingine lakini kimsingi unakuwa bado kwenye wilaya moja. Sasa tukasema tujyo, tu hiyo vizungu. Tuanza kwenda Mikumi, sasa Mikumi watu wameenda sana. Mimi mwenyewe binafsi hapa ni mara yangu ya kwanza kufika. Ingawa nilishapita pita hapo kwenda Ifakara, Mlimba, Malinyi, tunapaona ndio. Eh, ni baada kufika ni pazuri kwa nafikia. Unaona maporomoko, na ina, ina kwa na kwa kweli inatia moyo, nimesikia nimeambiwa, hapo tumeenda kwanza standard 1 tumeenda kwa, kwa, kwa, hiyo <laughs> eh, eh, nitumie fursa hii kutambulisha hao wataalamu, na kimsingi kama alivyosema mkuu um, wetu hapa kwamba sisi ni wataalamu wa mawasiliano uh, kujua vivutio vya nchi yetu ni mwanzo wa waku, kuvitangaza zaidi ya hapa vilipo, kwa hiyo tumefika hapo kujionea, kujifurahia uh, maliasili ya nchi yetu, lakini pia tuweze kupata nafasi ya, ku, ya kupata kwa undani, maanake tunajua tu na Udzungwa kuna, kuna maporomoko, lakini leo tumepata na shule kabisa kwamba ni zaidi ya maporomoko na ni zaidi ya vivutio, maana tumepata mpaka na asali na mazao, eh, mazao ya, ya kimkakati. Asante sana. Kwa hiyo tumeona tu tume. hawa ni wa wataalamu kutoka kwenye taasisi zote za serikali zote yani, kuanzia kuanzia wilaya, halmashauri, sio mikoa, uh, wizara, taasisi, wakala, mashirika na asasi, yaani kuna, kuna vitu vingi sana viko ndani, lakini ambavyo ni vya serikali, lakini pia tuna Wazanzibari wa Zanzibar kule Zanzibar kuna chama kama hiki inaitwa Ziko. Kwa Ziko na nyewe ni chama cha wataalamu wa habari lakini kwa wenzetu kule Zanzibar, kwa tunashirikiana. Juzi tulikuwa na kikao cha kikao kazi cha maafisa pia Zanzibar. Tulikifanyia Zanzibar, tumeshirikiana nao. Lakini leo tumefanya sasa kile kikao rasmi cha wataalamu au wanataaluma wa, wa mawasiliano wa serikali. Tumekutana hapo Morogoro hizo siku nne na leo ni siku ya tano, tunasema tuje tutembelee vivutio vya hapa ulizona kwa wataalamu. Jamani, karibuni sana, asante. Najua wengi wamekuwa surprised kuona kwamba he, kumbe kuna muziki kuna mambo mazuri yanaendelea hapa. Oh, oh, oh, kwa hiyo tulisema oh, oh, oh, oh. Wale wenye tiketi za jioni wasituzuie <coughs> sisi kufurahi kabisa, kwa tumefika, kwa tuna haraka, tunaweza pia kulala, tuna haraka na kuna, kuna mmoja yeye amejitolea, nimemsikia nikiwa nakuja naye, anasema yeye ana tiketi ya, ya saa mbili lakini atamwambia mume wake, bwana, mimi nakuja kesho asubuhi. <laughs> <laughs> Tupo we sema yote aliyojaza moyo wako, si tusikie ya kuyabeba, tuyabebe. Lakini pia tuna jarida la serikali yetu tutaipeleka, mm -hmm. hii yi taarifa kule. Kwa hiyo tu, tuko pamoja, lakini pia tuna agents ya insurance, moja kati ya vyanzo vyetu vya mapato. Kwa hiyo tunajua hapa na magari yeah, na vitu vingi sana kwao. Sisi tunawakaribisha mtunge, mm -hmm. mkono siuingine tusiendelee kuombaomba.

kara kuna pendeza, nadhani hii ni sehemu moja wapo ya maeneo yaviuturi. Nasikia ya mwenyekiti amezungumzia issue ya chama chenu kuhusiana na mambo ya bima baadaye. kwa boss pia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi endelee. Mama Mama Samia tena nadhani tunafikisha kwa boss pia. Kamishna Udzungwa pamoja na mwenyekiti wa waandishi wote wa serikali. Mimi naitwa Wakili Dunstan Kyobya ni mkuu wa yes. <todansi> Kilombe, wilaya ya Kilombero nawakaribisha. Sana wilayani kwetu Kilombero, nafarijika maka pata simu asubuhi kwa surprise kwamba kuna watu wazito wanakuja, nikamwambia nitakwenda kuwasalimia wote, ningekuja tu. Wilaya ya Kilombero ndiyo wilaya kubwa kuliko zote katika mkoa wa Morogoro. Okay. Kilomita ukubwa wake ni kubwa kuliko mkoa mzima wa Kilimanjaro. Dar es Salaam zidishe mara kumi, Gairo zidishe mara tisa. mm. o Zanzibar nchi kama Luxembourg, nchi kama ni kubwa zaidi na kuitangaza kazi nzuri ya Dr. Samia aa ndio wilaya ya kimkakati katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wilaya yetu ina halmashauri mbili, halmashauri ya mji Ifakara, ambayo ndo hapa tulipo, lakini halmashauri ya Mlimba. Kwa nini wilaya yetu ni ya kimkakati kuliko wilaya zote katika jamhuri? Wengine wakisikia, lakini waambieni kwamba ndio ya kimkakati. Jambo la kwanza, sisi tunazalisha sana umeme, ndo wilaya ambayo ina mabwawa makubwa mawili, bwawa la Kidatu na bwawa la Kihansi. Sisi wilaya yetu bila kusimamia uhifadhi kama ambao leo umetembea basi, jamhuri inakuwa kwenye matatizo, na ndio maana kasema haya, mmeyafikisha Tanzania na dunia ijue. Lakini jambo la pili, sisi katika umeme, sisi tunachangia asilimia themanini na moja ya maji yote bwara ya Mwalimu Nyerere asilimia ya maji yote yanatoka bonde la Kilombero mto Kilombero, asilimia 16 inatoka mto Ruamu pale darajani, kisha zaisha pale Kidatu, asilimia a 5 ya mamba, maji yote baae ambayo ya maji yake yako Kilombero, kwa ni wilaya ya kimkakati kwa muhimu wake, tuna kazi kubwa ya uhifadhi, tunajivunia katika hilo. Jambo la pili la mwimisisi tunazalisha sana sukari. Asilimia kubwa ya 50 ya sukari yote Tanzania inatoka Kilombero. Na kiwanda kikubwa cha Kilombero sukari, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye kupitia kwake tuna kiwanda kipya cha kisasa K4 bilioni 800 jua la msingi tarehe mwezi wa 8 mwaka jana na mwaka utategemea mwezi wa sita, aje kifungue, kiko tayari. Mpaka sasa ina sana <coughs> kiwanda kile utapunguza changamoto wa ya wakulima wote, utaweza kuuza miwa yao na kwa sababu ya kiwanda kile, miwa yote ambayo iko kwenye mashamba haitatosha. Ni kazi nzuri ambayo tunasema Dr. Samia, mingapi? Mitano, tena hakuna shida sukari, na ndio maana umeona kwa kipindi hiki kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan hakuna shida, wakati wa mfungo wa Ramadhani na kwa Desemba shida ya sukari haikuwepo, watu wamefunga vizuri, kwa Desemba inaendelea, Ramadhani imeisha na changamoto ya sukari haipo, hakuna kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kila mtu katika Tanzania na kupitia kwenu kuonyesha kwamba sisi tunazalisha. Katika jambo la tatu, sisi tunazalisha sana mpunga, mchele mchele, mchele bora duniani unatoka Kilombero. Namba kurudia, mchele bora duniani unatoka Kilombero. Mchele unaita kula na bwana, mbegu hii kula na bwana. Bwana. Unaitwa bawa mbili, aina hizi ngapi? The best type of rice ni Tongea kidamu inapatikana Kilombero. Mbea walichukua hapa wakaenda kule Mbea, wakatengeneza watu wa Mbea wanafahamu mbegu ile, ile ya Mbea, tafuta research inaitwa Kilombero, lakini kwa sababu alifanya utaratibu wa kufanya research nzuri wakafanya market, watu zidia. Mimi naomba mkaambie Tanzania nataka watu waje wawekeze kwenye viwanda vya kuongeza thamani ya mchele grading, grade one, grade two, na kupeleke duniani mchele bora unaonokea vizuri mpaka nyumba ya saba kutoka huko Kula na bwana. Kula na bwana. na Kula na sasa na. Na? Na. Na. Na. Mkiondoka leo, na kwa sababu mna haraka, agizeni kamishna atawasaidia nitaleta, tutafika nyumbani pika na kuhakikishia kila siku tutakuwa nyumbani mchele wakiombe safi kabisa. Changamoto leneo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunavutia wawekezaji waje wawekeze kwetu kuongeza thamani na kutangaza mchele wetu vizuri zaidi. Jambo la nne ukiacha tu kulima kulima kulima, uh, uh, mchele, sisi tunaongoza kwa utalii. Hakuna wilaya na vivutio vingi vya utalii kama Kilombero. Nimefarijika sana chama hiki kuamua kwamba wakati unawezaje kuchagua Kilombero, kuchagua ipaka hamkosea. Hamkosea kabisa. Ina sasa mmechelewa kina mkosea. Naamini kwa mkenda kufanya maamuzi mengine, wakati unaweza mkuja ipakara mkapata. Tuna sehemu nzuri za kuwatunza wote hata mkae 5000. Takula mtalala na mtatali. Tuna nini ndani ya utalii? Jambo la kwanza sisi tuna hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa ile pale. The best na leo mmeenda sehemu moja inaitwa Ichonde ndani ya Udzungwa Mountain National Park. Kuna, kuna, kuna, kuna ngoro wa Sanje Sanje Mangabe ambao unapatikana hapa peke yake duniani kote unapatikana hapa Udzungwa. Kuna waterfall nzuri sana Sanje Waterfalls, ambao hiking hapo kwa siku nzima. Na Dkt. Samia ameeleza kwamba tunaweza kanopi zaidi ya bilioni nne. Makofi. Mheshimiwa Rais Hai, naenda mpaka wilaya ya Kilombero wasema eshima ne, lakini sisi seemu bora ya kutembea ni Kilombero. Kuna wanyama kutosha tembo rhino, na wanyama wengine hifadhi ya kwanza ndani ya, ya ya pili sita hifadhi ya, ya Nyerere Nyerere National Park yani, o Nyerere gate kubwa Mheshimiwa Rais aa na mweshimas mta upande wetu Msorwa Nyerere Msorwa gate kubwa kuliko. Kwa tuna sehemu ya pili ambayo tunasema kama ni sehemu ya utali. Sehemu ya tatu kwenye utali sisi tuna Iruma WMA. Iruma WMA kati ya jamii vijiji kumi na tano vitoa vitoa maeneo yao, tukatengeneza Iruma WMA ambayo ndani yake kuna big, big five zote ziko pale. Big five pale Iruma WMA ambayo iko adjacent na, na Nyerere, lakini sisi katika utalii tuna vira wanaoza duniani na Kianzi, vira wa Kianzi. Hapo sehemu nyingine yoyote duniani. Vira wa Kianzi, sisi tuna poli la akiba, lakini la akiba la kiobmweshimia rais tarehe kumi na saba mwezi wa pili tena jeni mpya akapandisha hadhi. Pori tengefu la Kilombero kwa pori la akiba la Kilombero. Ndani ya pori la akiba la Kilombero kuna mto Kilombero. Una mito 38 ndani yake. Mto Kilombero unaishi na mito mingine 38. Pori la akiba la Kilombero. Hiyo pori la akiba la Kilombero, nini ndani yake? Kuna mnyama anaitwa sheshe. Asilimia tisini ya mnyama sheshe anapatikana Kilombero peke yake. Na ni endangered species. Tuna, tuna samaki anaitwa tiger fish. Au anaitwa njege. Njege hiyo unawinda, unavua halafu unamrudisha. Sport fishing inapatikana pale kwetu Bosto la Kibara Kilombero, lakini tuna wanyama ndani yake, lakini kuna mto mkubwa na mzuri na miti ya asili, lakini pia sisi tuna misitu ya asili inaitwa misitu ya asili Kilombero Nature Forest Reserve, ambayo ina eka za 1035 mti au miti misitu na umri zaidi ya miaka 800 ambao kama daktari wanafahamu kwamba umuhimu wa misitu ya asili, naomba ndani ipo, lakini ile ni kubwa zaidi misitu ya asili pale. Chiwachiwa watu walichoma pale msitu ukaenda, kafanya shughuli mkoa wa daka kwa madogo kaambia hata ta kuhifadhi kwetu ni muhimu sana lazima tuhifadhi na tusemee kwa kila kimoja, lakini pia sisi tuna sehemu ya uwindaji block hunt kule Utengule kilomita mia, uh, mia tatu kutoka hapa mia mbili na themanini kutoka hapa kule Utengule Masagati ambao mnaweza kufanya block hunting, Kilombero North Nature Forest Reserve, Kilombero North Safari ziko kule. Kwa nisema ambao sisi tunafarijika kwamba ni kuongoza kwa, kwa utalii. Haya yote hakuna wilaya ambayo inaweza kupata yote katika wakati tu. Uwepo wenu, na kwa sababu mmechagua kuja kutembea kwetu, tunategemea mtenda kuyasemea kwa nchi ijue, vijiji vijue, vitongoji vijue, wilaya zijue, mikoa ijue, nchi ijue na dunia ijue. Kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye ameamua kutengeneza Royal Tour. Hakuna rais kama yeye ambaye amefanya utaratibu ule kuifanya dunia kutangazwa. Na jana niliona eh, miliki wa Manchester United amefika, maa makopi watu wanakuja Maanake ni nini? Maanake ni kwamba watu wanaona kazi nzuri na fursa zilizopo za uwekezaji katika uhifadhi na katika mambo mengine, pitia roho tu, wageni wanakuja sasa. Tunahamasisha kupitia kuleni, wataalamu wa habari na mawasiliano, kuambia dunia kuhusu mazuri hapo kwetu, kuhusu fursa mbalimbali za uwekezaji, kuhusu mambo ambayo hapo katika wilaya yetu. Kwa hiyo uwepo wenu hapa siku ya leo, tuna mambo mengi ya kusema kuhusu eneo, lakini pia sisi tunafikika kwa njia zozote zile. Ukiacha kilimo, tunalima kokoa, tunalima ufuta, tunalima uh, mitiki. Mitiki bora inapatikana Kilombero. Kilombero Tiki Valley inapatikana kwetu, lakini sisi katika sekta afya tuna cluster moja sekta afya kwa wakati moja, sisi tuna hospitali ya Good Samaritan Cancer Hospital ambayo ina mashine bora kuliko hospitali nyingine yoyote. Mimi nilikuwa sijui, nikafika pale nikaambia na wataalamu wakaja, nenda pale Good Samaritan Cancer Hospital ikisaidiana na hospitali zingine za Ocean Road pamoja na Bugando. Lakini hapo tuna mashine bora zaidi. Ni wakaribisha watu wafahamu waje waone. Tuna hospitali ya rufaa ya ya ya St Francis Refer Hospital, tuna chuo cha St Francis University, tuna eh, uh, IHI tafiti bora ya utafiti duniani IHI Ifakara Health Institute, kwa maana ya tropical disease malaria malaria, dawa zote hizo zinatoka watara matoka. Na fursa nyingine bali kuna eti gamaranta, kuna TTCH, yote ni fursa ndani ya wilaya ya Kilombero Ifakara, pamoja na mlima. Kwa ni farijika kwamba mmefika katika wilaya yetu. Sisi tunapata uh, uzalishaji mwingine wa mambo mengine, lakini tumefurusai kuambia kwamba kwa sisi bado uh, katika utalii tuko nyuma. Niwahamasishe kupitia kwenu Watanzania waje watalii. Bei zetu ni ndogo sana, Mtanzania wa kawaida shilingi elfu tano mia tisa ani loko, yaani wenyeji sisi Watanzania, akiwa mgeni anapata dola 10 si dola ngapi? dola kumi, lakini ni fursa kwamba sisi kama sisi tumeonyesha mfano. Kama waandishi wa habari wa serikali kuchagua kutalii Udzungwa, ni jambo zuri la kupongezwa, ngereni sana maamuzi yenu. Aaa, bahati mbaya tunategemea mtenda kwa kuwavutia wengine. Sisi wa Tanzania tukija, kila mtu kwa nafasi yake, kama taasisi kama familia, tukaunga juhudi za Dr. Samia Sulasa, tutafika lengo la kwamba kila mtu anafahamia vitu vyetu na vitafika kule duniani na wageni mbalimbali mbali, watakuja. Mimi nahitaji wawekezaji wa, wa, wa kisasa ambao watakuwa na uwezo wa kuja kuwekeza kwa mahoteli ya kisasa nyota tatu nyota tano mpaka nyota kumi E, hii tigya hapo kulia kwangu kuna kiwanda cha Mangula machine tools ambacho kimekuwa kwa miaka mingi kinaenda kufufuliwa, lakini tunataka kamishna timu yake nanafarijika mwenyekiti wa bodi ya Jenerali mstaafu George Waitara kuja. Tunataka hoteli nzuri mkifika pale tunasema kweli amefika. Mama Samia anaifungua Kilombero. Barabara mmeiona ndani ya miaka mitatu barabara imekamilika